Biashara ya matunda ni nzuri sana, lakini ukifanya makosa yanaweza kuzuia biashara yako kupata mafanikio. Ukifuata taratibu zinazokubalika, unaweza kuanzisha biashara ya matunda yenye mafanikio makubwa. Video hii nitaeleza makosa kumi na mbili ya kuepuka ambayo yanaweza kusababisha biashara yako ya matunda kukosa mafanikio. Pia endelea. Pia video hii inaeleza jinsi ya kuepuka hayo makosa na kuhakikisha biashara inapata faida na kuwa endelevu. Kama unataka kuanzisha biashara ya matunda yenye mafanikio, basi ni muhimu utekeleze mambo muhimu kumi na mbili yafuatayo. Moja. Ni kutofanya uamuzi wa aina sahihi ya biashara ya matunda. Usifanye kosa la kutofanya uchaguzi sahihi wa biashara ya matunda. Biashara za matunda ziko za aina mbalimbali. Sasa uchaguzi wako sahihi ndio utakaokusaidia kufanikiwa katika biashara ya matunda. Unaweza ukaamua kuuza matunda kama yalivyo, lakini unaweza ukaamua kufanya biashara ya matunda kwa hayo matunda kuyakamua na kuwa juisi lakini pia unaweza ukafanya biashara ya matunda kwa kuchanganya, yaani matunda na juisi wakati huo huo. Kwa hiyo ni vizuri ufanye uamuzi wa aina gani ya biashara ya matunda unataka kufanya. Kosa la pili ni kutochagua eneo sahihi la kufanya biashara. Usichague eneo ambalo unaweza ukakuta unakosa wateja, na hivyo biashara yako kuanza kwa kusuasua. Kwa hiyo fanya uchaguzi sahihi wa eneo ambalo linafaa kwa kufanya biashara ya matunda. Kosa la tatu ni kutotambua fursa ya kuanzisha biashara ya matunda. Usianzishe biashara ya matunda bila ya kutambua fursa ya kufanya hiyo biashara. Ukitambua fursa ya kufanya biashara, itakusaidia kufanya biashara ya matunda ambayo ni ya ya muhimu sana kwa upande wako. Fursa za biashara utazitambua kwa kuangalia changamoto wanazopata wateja wa, wa biashara ya matunda na kuzigeuza hizo changamoto kuwa fursa kwako ya kuanzisha biashara ya matunda. Kosa la nne ni kutochagua wateja wa, wa biashara ya matunda. Usifanye kosa la kutochagua kundi wa la wateja la kuwahudumia wa biashara ya matunda. Chagua kundi maalum la wateja wa biashara ya matunda na uwe unafanya mawasiliano na hilo kundi, ambao watakueleza aina ya matunda wanayopenda, lakini pia wanaweza kukueleza aina ya huduma ambazo wanatarajia kutoka kwako kama wewe ni mmiliki wa biashara ya matunda. Kosa la tano ni kutochagua bidhaa sahihi za matunda. Kuna matunda ya aina mbalimbali mbali, sasa unaweza ukachagua matunda ambayo pengine hayauziki au hayana mvuto kwa wateja. Kwa hiyo ni muhimu uwe na mawasiliano na kundi la wateja uliolichagua na hilo kundi ndio litakalokueleza aina ya matunda ambayo unaweza kuyauza. Kwa hiyo kosa ni kutofanya uchaguzi sahihi wa bidhaa za matunda za kuuzia wateja. Kosa la sita ni kutochagua sehemu sahihi ya kununua matunda. Ni muhimu uchague sehemu ambayo utapata matunda ambayo ni bora lakini pia kwa bei nafuu. Sasa ushauri ni kuwajaribu kununua matunda ikiwezekana kutoka kwa wakulima moja kwa moja, wakulima wa matunda, au vinginevyo nunua kutoka kwa mawakala wakubwa wanaojihusisha na mambo ya matunda au unaenda sokoni kwenye soko la matunda hapo. Unaweza ukapata matunda ambayo ni bora na kwa bei nafuu. Kosa la saba ni kutotengeneza plani ya biashara. Usianzishe biashara ambayo haina plani. Plani ya biashara itakuwa kama ni mwongozo wa kukusaidia kuweza kuwa na biashara ya matunda ambayo ni endelevu. Unapotengeneza plani ndipo unapoweka malengo ya biashara yako ya matunda. Kwa hiyo ni muhimu sana utengeneze plani, na kutokana na hiyo plani utakuwa umeweka malengo, lakini pia itakusaidia kufahamu mambo ya kufanya au taratibu za kufuata ili biashara yako ya matunda ifanikiwe kufikia malengo ulioweka. Kosa namba nane ni kutofanya makadirio ya mtaji wa biashara ya matunda. Usianzishe biashara ya matunda bila ya kufanya makadirio sahihi ya mtaji wa biashara kutofanya hivyo. Kwa kufanya kosa hilo, unaweza ukajikuta biashara inaishiwa fedha katikati ya utendaji wako wa biashara, na hii sio jambo zuri. Kwa hiyo hakikisha unafanya makadirio mazuri ya mtaji wa biashara, lakini pia ufahamu wapo utakao kupata mtaji wa biashara ili uweze kufanya biashara ya matunda ambayo ni endelevu. Kosa la tisa ni kutoweka utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Usifanye biashara ya matunda bila ya kuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu. Hesabu za biashara ndio zitakazosaidia kukuonyesha kama biashara yako ya matunda inapata faida au inapata hasara, madeni yanaongezeka au yanapungua na hata mtaji kama mtaji unaongezeka au unapungua. Kosa la kumi ni kutotangaza biashara yako ya matunda. Usianzishe biashara ya matunda kimya kimya, ni muhimu itangaze ili wateja waweze kuifahamu, na pia itakusaidia kuleta shauku kutoka kwa wateja kujua kuhusu matunda wanayouza, lakini pia kuhusu biashara yako ya matunda kwa ujumla. Kosa la kumi na moja ni kutofanya sherehe ya kufungua biashara yako ya matunda. Ni muhimu ufanye sherehe ya kufungua biashara yako ya matunda ili wadau pamoja na wateja waweze kufahamu. Sisemi kuwa ufanye sherehe kubwa sana, lakini sherehe ndogo ambapo utawakaribisha e, wateja lakini pia e, waheshimiwa kama vile e, wa, mtendaji wa kata au wajumbe wa nyumba kumi, na hata kama kuna mwanasiasa mwenye jina kubwa, unaweza ukamkaribisha. Kosa la kumi na mbili ni kutopanga bei za matunda ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja wateja wanajali sana swala la bei. Sasa hata kama ukiwa na matunda ambayo yana ubora wa juu wa hali ya juu, lakini kama bei za matunda yako ziko juu sana, kunaweza kusababisha kunaweza kusababisha wateja kukukimbia na kwenda kwa washindani wako wa biashara ya matunda. Kwa hiyo panga bei ya biashara, panga bei za matunda ambazo zitakuwa na mvuto lakini pia usipange bei ambazo ni za chini sana kiasi ya kuwa biashara yako ikapata hasara. Tumefika mwisho wa video yetu ambayo inaeleza makosa kumi na mbili ya kuepuka unapoanzisha biashara ya matunda. Naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.